angu naitwa Dr. Neema Pita Majule. Mimi ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Dodoma. Um, tupo hapa kwenye kongamano la Mama ni Amani, ambapo limehudhuriwa na wanawake wengi mkoa mzima wa Dodoma, lakini pia na wanawake wengine kutoka mikoa yote e, 32 ya Tanzania bara na visiwani. Wote tumekuja kwa kauli yetu moja, tunataka kudumisha amani. Hii ni kufuatana pia na hotuba nzuri aliyotoa Mheshimiwa Rais akiongea na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Rais amekuwa muwazi sana kwenye ile hotuba. Kweli mimi kama kiongozi wa wanawake nampongeza sana Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kusema kwa uwaziwazi kabisa kitu halisi ambacho kinaendelea Tanzania na kutoa majibu ya mambo ambayo yanaendelea Tanzania. Rais alijikita kwenye vurugu iliyotokea tarehe 29 Oktoba, e, siku ya uchaguzi ambapo e, makundi makubwa ya watu wahalifu ikiwepo wengi wao wakiwa ni vijana walienda wakachoma miundombinu mbalimbali ya nchi yetu, na pia kuharibu mali za serikali na kuharibu mali za binafsi. Rais aliongea kwa uchungu sana, akasema kwamba hakutegemea kitu kama hiki kiweza kutokea Tanzania, nchi ambayo tumeijenga kwa miaka zaidi ya sitini, miundombinu ambayo tumeijenga kwa zaidi ya miaka sitini, na, hu, na kazi kubwa ambayo inafanyika Tanzania sasa hivi kuijenga nchi yetu kiuchumi, kisiasa na kijamii. Lakini hata hivyo, rais alikuwa mkweli kwa kusema kwamba hakutegemea vurugu hiyo kwa sababu tayari baada ya kukaa na kufanya maridhiano na vyama vya siasa na makundi mbalimbali mbali yalitatuliwa mambo yote asilimia 99, lilibaki swala moja tu la katiba, ambalo katiba sio kitu ambacho katatuliwa kwa muda mfupi. Rais bado alisema swala hilo limewekwa kwenye mpango wa mwaka ishirini na tano thelathini, katiba mpya itatokea, na tayari maandalizi ya awali a ya katiba yalikusha fanyika, mahojiano mbalimbali yamefanywa na kukusanya mawazo ya wananchi Tanzania nzima, ilikuwa bado tu kuendelea sasa kuanza kuibadilisha katiba hiyo, kama tunafanya amendment tuweze kufanya itu kutoka na katiba mpya. Rais ameshangaa, lakini bado amesema bado hizo jitihada zinaendelea, na pia ametoa sasa hii miezi mitatu ya mwanzo. Miezi mitatu ya mwanzo kinachofanyika ni hiyo tume sasa kwenda kuainisha sababu za kimsingi ambazo zilileta hii vurugu ya kufanya maandamano haya ya ki, ya, ya kiharamu kabisa. Nini sababu hasa? Sasa matatizo ambayo yataibuliwa ndio hayo, kwanza tutakaa tufanye maridhiano tuweze kujua ili tutatue vipi, ili tuweke viki. Baada ya hapo sasa, tukiwa watulivu kabisa na akili timamu, ndio hapo tutaanza kuandika katiba yetu mpya. Sio hivyo tu, Rais alisema vurugu hii sio mara ya kwanza kufanyika Tanzania nchi mbalimbali kumekuwa na vurugu kama hizi, mauaji yamekuwa yakifanyika, ma vitu vilikuwa vikiharibiwa, lakini akasema kwamba anachoshangaa ya kwamba anacho kumekuwa na shindikizo kubwa sana za nchi za nje kushindikiza Tanzania ifanye hili na hili, rais wetu amekataa kabisa na sisi Watanzania tunakataa kabisa. Nchi za nje hawawezi kutushindikiza sisi kufanya wenyewe wanavyotaka. Inchi hii inaongozwa na katiba, inchi hii inaongozwa na sheria, inchi hii ina watu sisi makini kabisa, ambao tupo tunataka kuamua mambo yetu sisi wenyewe na kuyafanya. Kwa nini tufanye inchi za nje inavyotaka? Inchi za nje haziwezi kutushindikiza sisi, sisi tutafanya mambo yetu wenyewe. Pamoja na hayo, Rais alitoa matumaini makubwa sana kwa Watanzania, wakiwepo wazee wenyewe aliokuwa alio anaongea nao. Rais amesema tapata bima afya bure. Lakini sio hivyo, kuna matumaini makubwa kwa wanawake. Wanawake wanapewa mikopo ile ya asilimia kumi ambayo imetengwa kwenye kila halmashauri, lakini bado pia ameongeza bilioni mia mbili kwa ajili ya wanawake. Hivyo wanawake wana uwezo wa kujenga uchumi wao vizuri kabisa kwa msaada wa serikali yetu kwa mipango mikakati waliowekea. Lakini pia Rais alisema kwa ajili ya vijana, amewashangaa vijana vijana ambao kila siku wamekuwa ndio E, nani, nani uti wa mgongo wa taifa letu ambao ndio ambao hata uchumi ambao unajengwa miundo mbinu ambayo inajengwa inajengwa kwa ajili ya vijana na taifa letu la kesho. Lakini bado Rais ameleta matumaini makubwa kwa kuunda wizara maalum kabisa kwa ajili ya vijana, ili matatizo yao sasa yaweze kutatuliwa kwenye wizara yao. Kama ni matatizo ya kiuchumi, wizara itahusika. Kama ni matatizo ya kisiasa, wizara itahusika kama ni ya kijamii wizara ya vijana itahusika. Hivyo mimi niliombe taifa langu ya kwamba lazima tuwe watulivu, ili tuendelee kupata mipango hii ambayo imepangwa kwa ajili yetu sisi wote, makundi yote, wanawake, vijana, wazee na kila Mtanzania tuna ndio maana sisi sasa wanawake leo tumeandaa ili kongamano kubwa hapa Dodoma, kongamano kubwa li, li, ambalo limehudhuriwa na zaidi ya wanawake elfu nane. Kongamano hili linaongea juu ya amani ya kwamba sisi wanawake ndio waanzilishi wa amani, sisi wanawake ndio watu tukafanya suluhu, sisi wanawake ndio tukafanya maridhiano, sisi ni daraja la amani. Hii ndio dhima nzima ya, ya kongamano hili ambalo limefanyika hapa Dodoma. Asanteni. Aliyekuletea tukio hili kutoka hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete, makao makuu ya nchi Dodoma ni meme Richard Mwaikenda, wa Kamanda wa Matukio Online TV.